Sasa mzigo unaanzia pale pale ambapo uliweza kuishia katika kiungo cha kwanza. Tumeona jinsi binti Aminata alipotengana na wazazi wake na kuuzwa katika biashara ya utumwa. Kwa hiyo tunaendelea hapa, mzigo unaanzia hapa. Aminata ameamka uso kwa uso na mwajiriwa wake, yaani jamaa alidata kabisa kwa uzuri wa Aminata. Ili asionekane wa hovyo mbele ya Jojo akajifanya kama vile anaagiza chai hivi, kisa na wageni wake. Baada ya Roban kuondoka zake Jojo akamwambia Aminata akae mbali naye sababu sio mtu mzuri kabisa kwake. Aminata pia aliona hivyo hivyo sababu hakuwahi kumwelewa hata mara moja. Mbali na yote Aminata ndio alikuwa Mwafrika pekee ambaye alikuwa anajua kusoma na kuandika lugha zaidi ya moja. Jojo na Aminata walishebana sana kama mama na binti yake. Walitembea maeneo mbalimbali pamoja na waliishi vizuri kabisa. Kila mmoja eneo lile alimpenda sana Aminata kama mdogo wao na walimheshimu sana. Siku moja Bwana Roban kaja na mgeni wake kwa lengo la kukagua bidhaa. Baadaye Aminata akawa anawahudumia chai na walifurahia sana huduma yake. Mke wa yule mgeni alitaka awe na ukaribu na Aminata sababu alitokea tu kumpenda na alitamani amwamini. Baada ya wageni kuondoka tu basi Bwana Roban akaanza kumisbehave kwa Mina akionyesha kwamba wazi wazi zile nia za kuweza kumtaka kimapenzi. Alivyokuja Jojo tu basi akaanza kumfokea kwamba eti jikoni kuna kazi nyingi, kumbe alikuwa hana lolote ni kwa kuwa tu kamaona Jojo amekuja mbele yake. Jojo alimchukua Mina na kumpatia taarifa njema, hivyo haraka sana akaenda sehemu ambayo alipaswa kwenda, huku akiita chakura. Hatimaye Chokolo na Aminata wanakutana tena kwa mara nyingine baada ya kutengana kwa takribani miaka kumi hivi. Chokolo alifurahi sana kuonana na Aminata, hivyo alimpatia zawadi. Japo haikuwa rahisi kuishi mbali naye, lakini ilibidi tu kwa sababu walikuwa wako na mabosi tofauti, na Chokolo hakuwa na ruhusa kuja kumwona Aminata mara kwa mara vile anavyotaka, hivyo wakaona wawe kama wezi hivi, yaani wanakuja kuonana vile ambavyo wao watakavyoona inafaa kwao. wow. Siku inayofuata, Aminata anafanya usafi, anakuja kuitwa, anaambiwa bosi anamhitaji. Mina aliona ajabu kidogo, lakini kwa kuwa ni bosi alienda. Kwa fika mlangoni, anaambiwa asogee karibu. Bwana Roban anauliza kama ana mpenzi. Aminata anakataa kabisa. Hivyo bosi akaona ndio chansi, akaubana mlango. Akaanza kumshikashika na kumfanya vile ambavyo yeye anataka. Lakini Aminata hakutaka kabisa kufanywa hivyo. Lakini Bwana Roban akaona mbaki tu ili mradi amalize hamu zake. Wakati huo, nje kulikuwa na binti mdogo ambaye alikuwa anasikia kila kitu. Anatoka Bwana Roban, anakuja kijana kumtoa chumbani akiwa hajielewi kabisa Aminata. Aminata akatibiwa na Jojo na alikuwa karibu naye sana. Mara mlango unagongwa. Alikuwa ni mke yule mgeni. Kaja kumtembelea Amina huko kwa a kitabu na kumsihi akisome na atafurahia sana. Kisha Mina akakutana tena na Chokolo na usiku ule ulikuwa ni usiku mzito sana kwao. Baada ya pale wakaoana mbele ya jamii zao na walifurahia sana usiku ule pamoja. Baada ya miezi kadhaa, Mina ni mjamzito. Akiwa ametulia zake ndani, anakuja Bwana Roban kumwita na kumuulizia ile mimba ni ya nani. Mina akakosa jibu. Basi haraka sana akawaagiza watu wote wakusanyike sehemu moja, sababu ana jambo lake, huku Aminata akifurukuta katika viganja vya mikono yake. Aliagiza kisu cha kunyolea na nguo zake ziweze kutolewa nje. Bwana Roban alimdhalilisha sana Aminata na kukata nywele zake zote bila huruma, tena kwa kutumia kisu kwake aliona ni adhabu ya kufaa sana kwa Mina kwa kuwa alionekana kama msaliti na hakuwa na mtoto wa damu yake. Muda umefika, Mina anajifungua mtoto wa kike mrembo sana. Asubuhi Mina na Jojo wapo zao nje, kaja bwana Roban kamkagua mtoto na kuona kabisa sio wa jamii yake, yaani kamuona ni mweusi. Pia Jojo alimsihi awe makini sana na binti yake, sababu yule bwana alikuwa anajua kabisa kama huyo mtoto sio kabisa wa damu yake. Usiku Mina amelala na binti yake Kaja Chokol. Mina alistuka sana japo alilalamika kwa kuchelewa kwake kumpata binti yake, lakini alifurahi sana kumwona. Alifurahi pia kumwona binti yake kisha akamuuliza Mina jina la mtoto, ila Mina akashauri amuite Mei, na jina hilo likapitishwa na wazazi wote. Asubuhi Mina yuko zake shambani anafanya kazi, mtoto analia, huku bwana Roban anamchora tu. Usiku Mina amelala anasikia sauti ya mtoto ikilia. Anaamka hamuoni binti yake. Haraka sana anatoka nje anakimbia sehemu ambayo yuko bwana Roban. Yuko na mtoto wa Mina na anamsafirisha kwenda mbali kabisa na eneo lile na kufanya Aminata kuwa na majonzi pasipo kawaida. Bwana Robert alifanya kusudi tu kumuumiza Aminata. Japo Jojo alisimama kama faraja, lakini hakuweza kufanya chochote kile kwa Aminata au hakuweza kumfanya Aminata aweze kumsahau binti yake. Baada ya wiki, binti akauzwa kwa yule mfanyabiashara kwa ajili ya kukaa karibu na mkewe ambaye yeye ni mjamzito. Amefika, amefanikiwa kupatiwa chumba na kukaribishwa vizuri kweli kweli. Aminata alimwambia Mrs Ana kuhusiana na mtoto wake, na Ana aliahidi kumsaidia. Baadaye kaitwa na mwajiri wake mpya na kumpatia maelekezo, huku akimtaka amsaidie baadhi ya majukumu yake ya kibiashara. Mara amekuja Mrs Ana na kumwambia Aminata kwamba tayari kashapata alipokuwa binti yake, hivyo haraka sana wakaenda soko la watumwa, ili mradi kwenda kuulizia. Walipofika pale wanaulizia kama kuna mtoto aliuzwa na akaambiwa yupo mahala fulani hivi, haraka wakaenda mpaka huko. Aminata akaomba akaongea na muhusika yeye mwenyewe kwa sababu yeye ndiyo mzazi. Japo alipingwa, lakini alifosi kuonana na mtoto wake. Nguvu zinamuisha baada ya kuona kwamba yule mtoto ambaye alikuwa anamlilia na kumgombania sio wa kwake. Ana alimtaka sana radhi kwa kumpa moyo, wakati haikuwa kweli. Kwa eneo lile Ana ndio alikuwa mtu pekee ambaye alikuwa anaaminiwa na Aminata na ni mtu ambaye alikuwa anampenda na, na kumheshimu sana na hakusita kumwambia chochote kile ambacho yeye alikuwa nakihisi kwa sababu walikuwa wameshibana kwa muda mfupi. Yaani, Aminata alimwona Ana ni mwanamke wa tofauti kabisa na wanawake wengine wa kizungu. Miezi imepita, Ana amefanikiwa kujifungua mtoto wa kiume mzuri sana. Aminata alijiona mpweke sana baada ya kujua kwamba yeye hana mtoto wake karibu naye na, na mwenzake amejifungua mtoto wa kiume mwenye thamani na familia imeungana kwa upendo. Aliyetamani maisha yale Alitamani kuwa karibu na ndugu zake pamoja na mtoto wake, lakini ndio hivyo tena, haiwezekani. Ugonjwa wa mpox ulishamiri sana jijini hapo, hivyo aliwaswa wawe makini kule. Kweli usiku, Aminata anagongewa mlango. Alikuwa ni Chokola. Aminata aliongea naye mambo mengi sana, japokuwa Chokola alimuona mzembe kwa kushindwa kumlinda mtoto wao, lakini upendo wa kweli haujawahi kujificha hata mara moja, licha ya kila kitu, lakini kila mmoja alimtaka mwenzio usiku ule, yaani kila mmoja alimmisi mwenzie, alimisi lile joto joto Asubuhi anakuja bosi, anashangaa kumuona mwanaume ndani. Licha ya kutambulishwa, lakini hakutaka kabisa kuonana naye, yaani aliamuru aondoke haraka sana baadaye anakuja kuonana na Ana. Ana aliharibiwa vibaya sana na ugonjwa wa mpox, yeye pamoja na mtoto wake. Yaani walikuwa hawaeleweki kabisa na hakuwa na matumaini kabisa ya kupona. Hivyo alimshukuru sana Aminata kwa kila kitu na kutaka aishi maisha ya furaha sana. Alimwambia radhi mpenzi wake ama mume wake, na pia alimwambia amwache Minata akiwa na furaha, ili mradi yeye pia aweze kuwa na amani huko anapoenda. Baada ya kifo cha Ana na kijana wake, Masta alikuwa dhaifu sana na ambaye alikuwa hana furaha kabisa siku zote. Asubuhi moja, Master anaongea na Aminata lakini anastaajabu kumwona Aminata ni watofauti sana. Na hapo ndipo Aminata alipokuja kugundua kwamba yule jamaa alihusika moja kwa moja na kuweza kuuzwa kwa mtoto wake yeye Aminata ambaye anamtafuta kwa muda mrefu sana. Yule Master alipoona dharau zimezidi akampiga mina kibao na mina akarudisha mapigo. Kisha akamsema sana kwa kuhusika kumtenganisha mama na binti yake huku akimchana kuwa ameigundua siri nzito ambao walikuwa wameificha yeye pamoja na Bwana Roban ya kumuuza mtoto wake kwa watu ambao hawawezi kueleweka. Lakini yule kijana alimwambia ni kweli alichokifanya ila alitamani kumpatia mtoto wake maisha bora zaidi ya yeye ambao ameweza kuyapitia. Hivyo amemuuza katika familia yenye wadhifa mzuri huko London. Aminata alijiuliza, kwa nini mtoto wake aende akauzwe London na yeye yuko huku? Kwa nini waliweza kumtenganisha yeye na mtoto wake? Kwa jambo lilikuwa ni kubwa sana kwake. Walimvunja sana moyo Aminata. Japo alijitetea lakini Aminata hakuweza tena kumwamini, yaani alimwona kama adui yake. Alijiona hata kuishi ndani ya nyumba yake ni sawasawa na makosa makubwa sana anaweza kuyafanya. Aminata baada ya pale alitoka na kuendeza chumbani kwake. Alilia sana kwa kujuta baada ya kujua ukweli, na alizidi kuwa na kiwe ya kisasi. Wakati huo sasa mpango wa kuelekea London unapangwa na inabidi Aminata aweze kukutana na binti yake huko. Je, Aminata ataenda kurudi tena kwa yule mwajiri wake wa zamani ama hivi mimi sijui, lakini tukiangalia episode inayofuata tutapata kujua mambo mengi kweli kweli. Hii ni Dani Movie Recap, na mimi ni Queen of Recap, till next time, ciao.